ni weekend iliyopita, macho na masikio ya wengi, hasa upande wa masuala ya kiburudani hapa Afrika, yalikuwa Ghana, na hii ni kufuatia birthday celebration ya mfanyabiashara na bilionia mkubwa wa taifa hilo la Ghana aitwaye Richard Kwae, kwa kile ambacho alikifanya kualika mastaa muziki kutokia mataifa mbalimbali hapa mbali Afrika, ikiwemo Nigeria, Tanzania nata Ghana, kwa ajili tu ya kufanya performance ya kikubwa kushirikia kumbukizi ya kuzaliwa kwake. Ni mengi ambayo alichukua nafasi, hasa kuwahusisha masta wakubwa ambao walifanyia performance za kibabe, akiwemo Diamond Platinumz kutokea Tanzania, David wa kutokea Nigeria, Sarkodie pamoja na Shatta Wale, wasanii hao wote wawili kutokea Ghana na wengine. Sasa ambacho kilichukua nafasi mara baada tu ya birthday celebration hiyo kufanyika ni kiasi cha pesa ambacho masta hao walizo kulipwa huku ikielezwa kuwa msanii Diamond Platnumz amelipwa kiasi kikubwa sana cha fedha kuliko msanii yote katika pati husika. Ilielezwa kuwa Diamond Platnumz alilipwa dola laki sita ambazo hizi ni takriban bilioni 1.5 za Kitanzania, huku Davido akilipwa dola laki tano sawa na bilioni 1.3, huku wasanii wengine kama Sarkodie na Shatta Wale, wasanii hao nchini Ghana, wakilipwa kila mmoja dola laki mbili takriban milioni mia tano na thelathini na mbili kila mmoja. Sasa hii ilionyesha ni kwa kiasi gani msanii Diamond Platnumz ameweza kupewa hadhi ya juu kwenye show husika, kama performance yake kwa kulipa kiasi kikubwa kia sana cha fedha, huku akimkimbiza msanii Davido na wengine. Sasa taarifa ambazo zimechukua nafasi kwa sasa nchini Ghana ni kuwa mara baada ya msanii wa Reggae and Dance Shatta Wale kubaini ya kuwa wasanii Diamond Platnumz na Davido wamelipwa kiasi kikubwa sana cha pesa kwenye sheusi ya bilionea Richard yani Diamond dola laki sita and Davido dola laki tano huku yeye yani Shatta Wale na Sakudi wakipewa kila mmoja kiasi cha pesa dola laki mbili Shatta Wale amechukua maamuzi ya kurejesha kiasi hicho cha fedha kama sehemu tu ya kuzira huku akiamini kuwa wao kama wasanii wa Ghana yani yeye pamoja na Sakudi walipaswa kulipa kiasi kikubwa sana cha fedha na si wasanii ambao wametoka nje ni Diamond kutokea Tanzania na Davido kutokea Ghana. So, amerejesha amerefund kiasi hicho cha pesa ambacho alilipwa kutoa huduma yake ambayo alipaswa kuifanya kama sehemu ya performance ambayo alihusu kwa asilimia zote. Licho kuwa ni kiasi kikubwa sana cha fedha, lakini ameona ni kama wasanii wa ndani kwenye taifa ambalo bilionea husika anatokea hawajathaminiwa kwa kulipwa kiasi kidogo. Na yeye ameamua kuchukua maamuzi haya. So hii ni taarifa ambayo imeweza kuzua gumzu, kila mmoja akisema la kwake huko, wengine wakimuunga mkono Shatta Wale kwa kusema kwamba alichokisema ni kweli, lakini baadhi ya watu wakiona ni kama wivu juu ya hadhi na ukubwa wa majina ya wasanii husika ambao wameweza kulipwa mkwanja mrefu. Kwa zidi wao, una kipi cha kusema hapa? Ni SnS series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina.